Watu hawa wanalalamika, wanapanda mbegu nyingi lakini wanakuna kidogo. Wanapokea mshahara lakini hakuna chochote kinachotokea kwenye mshahara. imeshikiliwa na nyumba ya nani? Mahali hapo wako watu wenye watoto lakini imeshikiliwa na nyumba ya nani? Baraka zako zimeshikiliwa na nyumba ya nani? Mungu akamwambia Hagai, Hagai, pandeni mlimani mtakate miti mje mjenge nyumba yangu. Sisi tunapanda mlimani kwa ajili ya kujitoa kwetu. Amina. Kwa ajili ya kujitoa kwetu azina miguuni isiyochakaa. Mahali hapa sio madhabahu ya Mungu hii? Amina. Amen. Mungu anataka hekalu atulie mahala palipo matakatifu, sio mahali pa kuchangamana hapa ni mahala pa kuchangamana.